Ambacho kimejiri pato wa kumsikiliza e, kocha wa JKT Queens e, furaha kiasi gani baada ya kupata ubingwa huu. yes, coach e, tumeweza kuona e, ni ushindani wa aina yake, wachezaji wamejitoa, hatimaye mnapata e, ushindi, mabao ya mapema mpaka e, dakika 90, mmeweza kuyalinda. furaha kiasi gani kwako, lakini e, kwa kiasi gani homework e, e, hii kwako ilikuwa ngumu mpaka kuhakikisha hatimaye unapata ubingwa huu? Uh, kwanza mimi nikwambie tu kwamba sisi hatuna furaha brasa, sisi hatuna furaha kwa sababu kama ni levo hizi za kuchukua kombe hili hawa, uh, jamaa, uh, wana ni JKT Queens wameshapita. Kwa hiyo sisi tunasubiri hilo la Champions League, kwa hiyo ni sema niseme hivyo, lakini mechi uh, ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa ngumu, lakini mafanikio yetu ni kutokana na mchanganyiko wa, wa, wa, wa, wa nidhamu za kimbinu pamoja na kujituma kwa watoto wetu. uh, uh, tayari uh, ni historia nyingine ambayo uh, wanaitengeneza JKT Queens kwa maana mara ya pili sasa mfululizo ungao ya jamii hii, kama coach inawaongezea nguvu kiasi gani katika eh, kutimiza malengo yenu? Mshafanya hivyo kwenye Sekafa tayari, najua mnaenda kujiandaa kwa ajili ya ligi ya mabingwa pia ya wanawake eh, nguvu kiasi gani inakwenda kuongezea kwa, kwa kisha mnaongeza mnajiboresha zaidi? Kiukweli imetuongezea nguvu sana, kwa sababu kama nilivyokuambia awali, sisi malengo yetu ni kwenda kushinda Champions League kuhusu mashindano mengine yote yani JKT Queens washashinda. Kwa hiyo kama tutafanya jipya jipya ni kuchukua Champions League. Kwa hiyo mi niseme kwamba kwa ushindi huu unatupa chachu ya kuendelea kupambana ili kuiletea heshima Tanzania wachezaji wako uh, pamoja na uongozi unaupongeza kiasi gani kwa kuhakikisha umekuwa nawe pamoja kukuunga mkono mpaka safari hii umeitimiza leo? Ah, kiukweli nikwambie, nimefanya kazi katika timu nyingi sana, lakini hapa JKT pana uongozi wa aina yake. Kiukweli yani, watu wana wanashirikiana sana na wananipa sapoti kubwa kwelikweli. Mimi nikwambie tu kwamba yaani sisi tunaambiwa chochote, tunachotakiwa tunachokihitaji, basi tunafan, tunafanyiwa ili tuweze kutimiza malengo ya timu. Shukrani. Asante sana. Naam, ni kocha uh, Kessy Juma akieleza furaha yake baada ya kuweza kupata ubingwa katika uh, mchezo wa leo ubingwa Ngao ya Jamii, hii ikiwa ni mara ya pili mfululizo. Ni wasaa uh, wa kusikiliza kutoka kwa kocha uh, wa Simba Queens, na yeye amepokeaje matokeo haya y? Yes coach, uh, kawaida ya michezo uh, mpira wa miguu ndivyo ulivyo, matokeo ni matatu, aidha ushinde, upate suluhu ama, ama ufungwe. uh, umewapokeaje matokeo, lakini hapana shaka kuna funzo umelipata kupitia uh, mchezo huu kupitia mashindano haya Kiasi gani unakwenda kujimarisha kujiweka sawa zaidi? Aa, hakuna ambaye anapenda matokeo ya, ya kupoteza, sio si, tulikuja kwa lengo la kushinda na tulijiandaa kwa ajili ya kushinda, lakini ya JKT wamefanya vizuri zaidi na wameweza kupata hizo nafasi za kufunga, na nafikiri sisi pia tulijaribu, tulijaribu lakini hatukuweza ha, ha, convert sio kwa maana yake, ni kurudi kwenda kuangalia kuanzia tarehe sita ligi inapoanza kuweza kuona tunaanzaje, lakini kuna kitu ambacho tumejifunza na fiti tunaenda kufanya kazi wanjani ili tuweze kurudi mara zaidi. Uh, uh, kipimo, kiasi gani unakwenda sasa kwenye ligi? Hapana shaka, umeona mapungufu uh, kwa kiasi gani unawaahidi uh, wana Simba, unaenda kuhakikisha unatengeneza timu kuelekea kwenye ligi, ili mfanye bora zaidi ya nafikiri, kwa sababu tuna muda, kama unavyojua, kama tulichelewa kidogo, kwanza tumefanya pre-season wiki moja tu. Kwa hiyo nafikiri sasa tuna muda kidogo angalau kwenda kujiandaa zaidi kwa sababu tu ilibidi turudi kujiandaa na mashindano haya. Kwa hiyo tukakatisha kile ambacho tulikuwa tunafanya. Lakini nafikiri baada ya kumaliza hapa tuna muda wa kujiandaa kutosha. Nafikiri tukirudi hatutakuwa kwenye energy ambayo tuliishia leo. Tutakuwa kwenye nguvu kubwa zaidi ya hii. Shukrani. Asante sana.